Asilimia kubwa ya watu Mungu amekuwa akiwasemesha kupitia ndoto, ila wao wamekuwa hawaelewi kuwa Mungu anazungumza nao, na wengine wamekuwa wakipuuzia kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14, imeandikwa kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wa ajili yapo watu katika usingizi kitandani. Tunajifunza ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Watu wengi Mungu amekuwa akiwasemesha kwa njia ya ndoto, ila watu wengi wamekuwa wakipuuzia, na mwisho wa siku wanashangaa. Ndoto ile ile aliyoyota, anashangaa inatokea kama alivyoyota. Leo nitakwenda kukuonyesha jinsi ni Mungu anavyoweza kuzungumza kwa njia ya ndoto. Kabla hatujaendelea, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu, tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya lakini pia kama owe bado huja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 Twende moja kwa moja tukaangalie Mungu anavyoweza kuzungumza kwa njia ndoto. Ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu hutumia kuzungumza na watu wake. Kwa hiyo siku zote usipuuzie ndoto unaiota. Ukisoma Biblia utaona Yusufu aliota ndoto nne, ambazo angezipuuzia historia ya Ukristo isingekuwa ilivyo sasa. Ndoto namba moja ndoto ya kwanza aliyoiota yusufu inapatikana kwenye kitabu cha mathayo sura ya kwanza na mstari wa kumi na nane hadi wa ishirini tutakwenda kuangalia yusufu aliota ndoto lakini ndoto alizoziota zilitokea na laiti angezipuuzia au zile ndoto zile yusufu alizoziota angezipuuzia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 Mariamu alionekana ni mja mzito. Yusufu alianza kuviona kuna vitu ambavyo vya tofauti, kama alianza kuhisi kana kwamba mkewe ni mja mzito, basi akaanza akapata mawazo, ni jambo sio la kawaida, ukianza kufikiria, ni mtu ambaye Yusufu tayari alishamkosa, akaanza kufikiria kumwacha kwa siri, lakini akiwa anaumia ndani. Biblia inasema ghafla, kwenye msura wa 20, basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo. Tunaanza kuona Yusufu malaika anamtokea Yusufu katika ndoto na kuanza kumpatia maelekezo ya kufanya. Natani kwambie watu wengi wamekuwa wakitokewa na Mungu katika ndoto, malaika wamekuwa wakiwatokea katika ndoto, na watu wengi wamekuwa wakipuuzia yale maelekezo ambayo malaika akiwapatia, na mwisho wa siku wanajikuta wakiishia kwenye maumivu makali. Tunaanza kuona Yusufu hapa anatokewa na malaika katika ndoto, na baada ya kutokewa na malaika katika ndoto, mstari wa 21 naye tmalaika anaanza kumpatia maelekezo juu ya huyo mtoto atakayezaliwa. Kumbuka hapa Yusufu anawaza namna ya kumwacha Mariamu lakini malaika anamwambia usihofu kumchukua, anamwondolea shaka, anamwondolea shaka. Maanake Yusufu alikuwa na mawazo kana kwamba tayari huyu Mariamu ameshanichiti, lakini malaika anamtokea kwa njia ya ndoto. Amelala, malaika anamtokea kwa njia ya ndoto na anaanza kumpatia maelekezo ya namna ya kufanya. Ukisoma ndoto ya pili, tumeona ndoto ya kwanza. Uh, Yus malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, anamwambia usihofu kumchukua, kumchukua Mariamu usihofu kwa maana alichokibeba amebeba amebaki kilicho kitakatifu. Uh, ukisoma ndoto ya pili utaanza kuona inapatikana, uh, ndoto ya pili, uh, inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili. Ndoto ya pili ambayo Yusufu aliota inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili na msari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nane. Kitabu cha Mathayo sura ya pili na msari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nane, imeandikwa nukuu na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, Ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto wa mwangamizi. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema kutoka Misri na limwita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhiakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote waume waliokuwa huko Bethlehem na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule waliohakikishiwa kwa mamajusi ndipo ilipotimia neno lilonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa, kwa kuwa hawako. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu, malaika anamtokea Yusufu katika ndoto, asema nao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake. Yusufu anapewa maelekezo katika ndoto. Baada ya kupewa maelekezo katika ndoto, na yeye anaamua kuyatii. Mstari wa kumi na saba, ndipo lilipotimia lile neno ana nabii Yeremia akisema, sauti lisitarama kilio na maombolezo mengi, Raheli akililia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawakuwako. mstari wa msari wa 19. um, ndoto ya pili napatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 msari wa 19 hadi 21: hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Tunaanza kuona Yusufu anaota ndoto, lakini anayafuata yale maelekezo ambayo anapewa na malaika ndotoni. Unaweza kujiuliza je, wewe ni ndoto ngapi ambazo umekuwa ukiziota, lakini umekuwa ukizipuuzia ndoto ambazo unaziota hapa? Tunaona Yusufu anaota ndoto, anaambiwa na malaika kwa njia ya ndoto, lakini Yusufu alikuwa yuko makini, alikuwa na nidhamu ya kusikiliza ndoto aliyokuwa nayota. Ukisoma a kitabu cha Matayo sura ya pili mstari wa 22 na mstari wa 22 hadi 23, imeandikwa lakini aliposikia kwamba Akelao anamiliki huko Yahudi mahali pa Herode babaye aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika nchi katika mji ulioitwa Nazareti, ili timie neno lilonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Tunaanza kuona kwenye hiyo mstari wa 22, akaondoka akamchukua mtoto na mamaye akafika nchi zile, lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi, mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto. Yusufu anaonywa kwa njia ya ndoto, kwa hiyo na yeye baada ya kuonywa kwa njia ya ndoto anasikiliza ile ndoto. Kwa hiyo, zipo ndoto ambazo watu wengi wamekuwa wakipuuzia ndoto ambazo wanaziota. Mungu amekuwa akiwapa maonyo ya watu wengi kwa njia ya ndoto. Mungu amekuwa akiwapa ufunuo watu wengi kwa njia ya ndoto, lakini watu wengi hawana nidhamu ya kusikiliza ndoto, hawana nidhamu ya kufuatilia ndoto. Yusufu anatuonyesha kiwango cha nidhamu alichokuwa nacho katika kufuatilia ndoto alizokuwa anaziota. Kwa hiyo, watu wengi sana wamekuwa wakiota ndoto, lakini hawana discipline of dreams, discipline of follow-up dreams. Ndu, nidhamu ya kufuatilia ndoto ambazo wa wanaziota. Yusuf, kumbuka hapa, bi nasema hakusikia sauti, lakini malaika alim, alimjia alimtokea kwa njia ya ndoto na akaanza kumpatia maelekezo, na akaanza kuyafata. Hapo Yusuf, hapo mwanzo tunaangalia Uh, Yusufu anaota ndoto, malaika anamwambia ondoka, umchukue mda huo, ondoka na mtoto wako. Biblia inasema alipoamka alianza safari, akaanza kufikiria kwamba hizi ndoto nazo zote zinatokana na mawazo. Watu wengi sana wengine wamepatwa na mauti kwa sababu walipuuzia ndoto walizozota. Mwingine nakuta Mungu alimfunulia kabisa, asisafiri, alimfunulia alimfunulia ndoto ndi ya safari ambayo anataka kusafiri, akamwambia usisafiri Uh, usafiri acha, airisha hii safari kwa sababu kuna ajali mbele. Lakini wengine baada ya kupuuzia ndoto tunakuta mtu anasema na, ah, na tiketi nimeshakata bwana, mimi siwezi kupuuzia, siwezi kaacha safari hii, na kikao na kifata, mwisho wa siku amesha kupata ajali, lakini anakuja ana, kuambia aliota ajali ijatokea, aliota. Sasa watu wengi sana, Mungu amekuwa akiwasemesha kwa njia ya ndoto. Tumeangalia kwenye kitabu cha kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14, imeandikwa ime, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili. Yaani, Mungu anaweza kusemesha kitu mara ya kwanza kwa njia ya ndoto, akakusemesha tena mara ya pili kwa njia ya ndoto, lakini watu wengi huwa hawana nidhamu ya ndoto, anapuuzia. Sasa Biblia inasema, Mungu unena mara moja na hata mara ya pili ajapokuwa mtu ajali katika ndoto. Ajapokuwa mtu ajali katika ndoto, unaweza kuota ndoto kwa mara ya kwanza ukaota ndoto kwa mara ya pili, Mungu anakusemesha juu ya kitu fulani. Watu wengi sana wamekuwa wakipuuzia ndoto ambazo wanaziota. Mungu anaweza kukufunulia mara ya kwanza, akakufunulia jambo kwa njia ya ndoto, hutaki kulipuuzia. Yusufu anaonyesha discipline ya ndoto. Kwa hiyo ukiwa unaota ndoto. Watu wengi ukianza kujiona unaota ndoto na zinatokea, ni muhimu sana kuwa na nidhamu ya ndoto. Ni muhimu sana kuwa na utulivu wa kusikiliza Mungu anasema nini. Ndio maana watu wengi sana wanaota ndoto afu wanasahau. Akiamka usiku akwambia, nimeota ndoto lakini sikumbuki, ila ila nimeota, kuna ndoto nimeota ila sikumbuki. Unashanga tukio la kuja kutokea, ndio anakumbuka, oh, hii ili hi tukio nililiota. Mungu alinifunulia kwa njia ya ndoto, niliota hivi hivi kabisa. Lakini shetani huwa anaiba ndoto anaweza akakusaulisha ndoto, ukasahau kwa sababu anajua ndoto imebeba maelekezo. Jaribu kwanza, Yusufu angepuuzia ndoto alizokuwa unadhani nazo zote, unadhani kitu gani kingetokea? Jaribu Yusufu, Yusufu angepuuzia ndoto, Mungu amemwambia, malaika amwambia, malaika ondoka, mchukue mtoto huu, afu naye angesema bwana, hii ni ndoto tu, akaamua kuacha. Unadhani nini kingetokea? Manake na Yesu angeuliwa, ang, ang, ang, ang, ang, ang, ang, lakini tunaanza kuona alisikiliza alikuwa ni anatii ana yale maelekezo aliokuwa anapatiwa. Kwahiyo ni muhimu sana kutii maelekezo ambayo Mungu anakupatia kwa njia ya ndoto ni muhimu sana kufuatilia kuna ndoto unazokuota mpaka mwenyewe ukaanza kuona a, kuna kitu kwenye ndo, kwenye ndoto hii kuna kitu kabisa. Wengine wanaota ndoto ambao baada ya kuamka wanakosa amani kabisa, wanafadhaika. Kwa hiyo ni muhimu sana kufuatilia ndoto ambazo unazota, kwa sababu ndoto ambazo unazota huwa zinakuwa zimebeba maana, zinakuwa zimebeba ujumbe. Ni muhimu sana kuwafuatilia kupata utulivu wa kufuatilia kupata utulivu wa kujua fasiri ya ndoto ambazo unaota, lakini ambazo na namna kuzishughulikia ndoto ambazo unaziota kusaidia sana. Tumekuwa na, uh, na mafundisho mbalimbali mbali kwa ya ndoto, tumekuwa na tafsiri mbalimbali mbali za ndoto kwa lengo la kusaidia kujua eh, kwa lengo la kukuongoza kujua ndoto mbali mbalimbali na namna ya kuzishughulikia. Ni matumaini na kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama umelipenda somo hili, andika ninaendelea kujifunza zaidi, lakini pia like video hii, ila pia share link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki sana ambao utatumia muda wako kushare linki ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho, nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.